na kuzitaka rehma na amani zimwendee kipenzi chetu, na esi mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika mwendelezo wa mada zetu ambazo tumezipa onwani ya kwamba wingi wa watu sio sababu ya kuonekana kwamba tumefaulu au ndiyo sababu kwamba watu ni wengi, bali tutaweza kuingia katika jana, katika darasa yetu ya jana tuliweza kuahidi ya kwamba tutaweza kuzungumzia kuhusiana na kisa cha Nabiullahi Nuhu alayhi salam, na tukatoa aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikuwa akiisema ndani ya Qurani katika sura tuhudi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika sura hii anaeleza baadhi ya mambo ambayo yalikuwepo za maziri za Nabiyullah, Nuhu alayhi salam. Lakini sisi tutasimama kwanza tuangalie ndani ya surati Nuh. aya ya 23. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya aya hii. Ba'da udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa yauqa wa nasra, na wakasema msiwaache miungu yenu wala msimwache wadda wala suwa'a wa yaghutha wala yauqa. Haya ni maneno ya watu wa Nabiyullahi Nuhu alayhi salam, walivyoweza kumjibu Nabi nuhu. Nabiyullahi Nuhu ni mtume baada ya Nabii Idrisa, ni mtume ambaye aliweza kutumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kama tunavyoona kwamba katika riwaya ambayo tuliweza kuitanguliza jana, riwaya ya Bwana Mtume amweleza Amari bin Yasir kuhusiana na tukio la Ali ibn Abi Talib kwamba Amari ibn Yasir amfuate Ali alayhi salam baada ya kuwa ameona grupu la watu limeweza kwenda njia yake, basi yeye afuatane na Ali ibn Abi Talib kwanza. Nukta ya pili, jana tukaashiria ya kwamba bwana mtume Muhammad alisema katika maneno yake ya kwamba mfano wa watu wa nyumbani kwangu ni kama jahazi la nabiyullahi Nuhu alaihi salam mwenye kulipanda jahazi ile basi aliweza kuokoka na mwenye kuliacha jahazi lile huyu mtu aliweza kuangamia. Hivyo hivyo hata katika mfano wa Aliyu bni Abi Talib na Amari bni Yasir, baada ya kuona kwamba Mwenyezi Mungu amemtuma nabiyullahi Nuhu alaihi salam akaja katika kaumu. Tunatambua sote ya kwamba zamani watu walikuwa wakiabudu masanamu, hawatambui masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jambo hili lilimpelekea kumpa tabu Nabiiullah, lakini awambia, asema kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wanasema ya kwamba sisi tuna miungu yetu, vipi tutaweza kuiacha miungu yetu na tukaweza kufuata Mungu wako wewe ambaye unakuja unatuambia kwamba tuweze kumwabudu. Washauliana wao kwa wao, kisha wanamwambia Nabiullahi Nuhu, wanasema sisi hatutoweza kuiacha miungu yetu. Sisi tunayo miungu ambayo tulikuwa babu zetu walikuwa wakiabudu eh. Babu zetu walituachia miungu hii, sisi tuweze kuifuata. Je, hii ndiyo sababu ya kuwafanya watu hawa kwamba ndio watakuwa wamefaulu kuabudu miungu hii? Ndiyo sababu ya kuwafanya wafaulu? Jawabu ni kwamba la, hii sio sababu ya kuwafanya watu hao wafaulu. Katika tafsiri ya aya hii Sayyidu Makarimu Shiraz anakuja na nukta tatu muhimu. anaelezea ya kwamba hawa ya ua nasra wanasema kwamba ni miungu, lakini tafsiri ya kwanza qala lbah baadhi yao, Sayyidu Makarimu Shiraz ananukua, anasema kwamba Qala baad innaha asmaul khamsa minas salihina kanu qabla Nuhu, kwamba kuna watu waliokuja kutafsiri aya hii wakasema hawa watu walioweza kutajwa katika hii aya ni majina ya watu watano waliokuwepo kabla ya nabiullahi Nuh, wa indama rahalu minad dunya ittakhadhu lahum tamasira litabqa dhikri na baada ya kuondoka hawa watu, waliobakia sasa wakabaki wanayaabudu majina haya na wakiyatukuza kwamba hawa sasa ndio watu wao waliokuwa watukufu. Na ndio wakasema kwamba ndiyo chanzo cha watu kuwa wanaabudu masanamu au wanaabudu watu au mithili ya watu inayofanana na masanamu. wadhalika bitahariki wa ihai min Iblis, lakini hii yote ilikuwa ni msukumo wa Iblis ambaye aliyokuwa amewapambia pamoja. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili asema, qila annaha asmaun khamsa auladi Adam. Wengine wakasema kwamba, wakaenda mbali sana, wakasema haya ni majina matano ya watoto wa nabiullahi Adam alayhi salam, anasema kana kulama ya mtu ahadahum yadauna lahu timthalan. Anasema kila mmoja, kila mtoto wa Nabiullahi Adamu alivyokuwa akifa, wanamweka kama nini? Ni sanamu la kuweza kuabudu, wao wanamfanya kama ni mfano wa kuabudu, wadhalika litakhlidi dhikrahi lakini lengo na madhumuni ilikuwa ni kuendeleza utajo wa mtoto yule wa bimururi zamani nasiya dhalika la gharadhi wa akhadhu ya rujuna ibadatiha bikisratin fi zamani Nuhi alayhi salam. Lakini na kwa kupita zama nyingi kadiri muda unavyozidi kwenda watu hawa wakaendelea kufanya ibada kupitia watu wale watoto wale wa nabiullahi Adam mpaka kufikia kwa nabiiullahi Nuhu. Sasa katika zama za nabiiullahi Nuhu ndio walikithirisha sasa kuweza kuabudu watoto hao. Hii ni tafsiri ya pili. Tafsiri ya tatu na ya mwisho, albadhil akhar, wengine wakasema yatakidu annaha asmaul asnami fi zamani Nuhi, wengine wakaitakidi ya kwamba ni majina ya masanamu yaliyokuwepo katika zama za nabiyullahi Nuhu alayhi salam wa dhalika liana nuhan alayhi salam kana yamnau nasi min tawafu min tawafu, kwamba nabiyullahi Nuhu alayhi salam alikuwa alikiwazuia watu kuweza kuwafanya ibada za masanamu yale haula kabli Adam, lakini pia alikuwa alikiwazuia kuweza kwenda kufanya tawaf kwenda kuzunguka katika lile kabuli la nabiyullahi salam fattakhadhuhu makanahu tamathira biiazi min iblis. Lakini wakayafanya wakafanya watoto wale au majina yale kuwa ndiyo sehemu ya mfano wa kuabudu ndiyo sehemu ya pekee ambao wanaweza wakaitumia kuweza kufanya ibada zao, lakini haya yote yanafanywa kwa kupambiwa na ibilisi. Ona, maana Ibilisi anaweza akampambia mja kinamna yoyote ile. Yawezekana tunao watu wengine twaishi nao wakawa ni maibilisi sababu ya kutufanya sisi. Unakuta mtu akushawishi katika jambo jambo lile, na wewe yuwalifata kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi amekwisha sema kwamba nitawapambia umma wako watu wako hawa, ewe Mwenyezi Mungu, mimi umeninyima thamani mbele yako, lakini katika watu wako kuna watu ambao nitaweza kuwafanya kwamba ni mawalii wangu. Kwa sababu ya kufanywa kwamba ibilisi, yawezekana mina jini, yawezekana mina leinsi haya yote inawezekana. Ibilisi anawezekana akawa ni katika watu, ibilisi anawezekana akawa ni katika majini. Ibilisi yani vyovyote vile inawezekana ibilisi akakupambia katika amali, ukamwona anakuja katika sura ya mwanadamu, au yawezekana mwingine ni rafiki yako amevaliwa na suratul ibilisi, amevaa ile sura ya kiibilisi ambayo inamfanya aweze kukushawishi katika vile. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwa hapa leo tutaweza kukomea tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na kesho tutakuja kuendeleza, na ni ipi tafsiri sahihi ya haya majina, lakini pia tutaweza kuangalia katika hii aya ambayo tumeweza kuiahidi kwamba tutaweza kuichambua kiundani, wa maamana mahu ila kalili ni watu wangapi wachache ambao wameweza kuamini wakiwa pamoja na nabiyullahi Nuh alayhi salam. Inshallah, nasa nasalullah alauna wa tawfika lima yuhibbu wa yardahu innahu waliyu tawfiq, walhamdulillah.